Mambo vipi Tanzania, mimi naitwa chingling the town the baddest ndimu, mtu mbaya, baba lao, baba la watote. Karibu kwenye out the door, moja kwa moja out the door. Leo imekuwa baraka kabisa, au sio bana, kukutana na ndugu yetu. Ni mfanya films za bongo movie, of course na ana vitu vingi pia anaweza kaelezea. Au vipi bana, kupitia, uh, out the door. Kwenye out the door kuna nafasi kubwa sana ambayo tunazungumza na Uh, wafanya biashara tunazungumza na watu wenye vipaji watu tofauti tofauti. la imekuwa ni blessi sana. Moja kwa moja tumekutana na ndugu yetu wa karibu, ni mtani kwake kabisa, hapa alipozaliwa, au sema, tumemfuata moja kwa moja paka mtani kwake, mtaa wa Kigogo, kuja kuzungumza mawili matatu, kupata kujua kuhusu kazi zake na filamu zake anazozifanya, lakini pia na maisha yake kwa ujumla. Kama bado hajasubscribe YouTube channel ya 69 Media, uh, sasa hivi unaweza ukasubscribe YouTube channel yetu hapo na kubonyeza alama kupata notification kibao ili kupata kuweza kupata zile update zote ambazo unatakiwa kuzipata kwa jina naitwa Chingling the Town the Baddest ndimo mtumbani ukaribishe kwenye Out the Door. Moja kwa moja tunapiga stori na ndugu yetu hapa, mambo vipi ndugu yangu? Ya, mambo salama kabisa za kwako. Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Sijui wewe. Ah, hata mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, kunipa afya njema paka hapa nilipo, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Umaarufu wako anakuita kiazi, hem, tupe majina yako kabla umaarufu, jina lako kamili wewe ni nani, na umeingia ume, ume kwenye sanaa kwa mda gani? Lakini pia tu, tuambie pia na jina la kiazi ilikuwaje, kuwaje mpaka ukaitwa jina la kiazi? Uh, mimi bwana, jina halisi naitwa Ramadhani Awami. Uh, ni mtoto wa Kinyamwezi na katika watoto ni mtoto wa pili katika familia. Uh, mimi nafikiri sanaa nimeanza ni muda mrefu, nimeanza mwaka alfu mbili Naona na baada ya kuwa katika sanaa nikajihusisha na vikundi mbalimbali mbali, na pale nikafikia stage, tukapata nafasi, tukaruka ITV, nikatumia jina la Kiazi fiku na mchezo kwa mchezo Lawama ambao ulikuwa unaonekana ITV. Kwa hiyo nikapewa jina la Kiazi, na sababu ya Kiazi kwa sababu kipindi kile kwa kuna kuna Kaole, kuna Kaole na Clean Art Group kuna Kaole na Clean Art Group yeah, kwa hiyo Kaole pale ulipita pale Kaole yani Kaole na Clean Ax Group, tulikuwa tuna share, yani tunatembeleana makundi, na maana Kaole na Clean kwa ni marafiki, tunatembeleana. Kwa hiyo Kaole inarusha mche, mchezo wa taswira, sisi Clean Axi tunarusha mchezo wa Lawama wa la kwa hiyo kule kuna mtu aitwa Mwogo Mchungu. Mm. Sasa tukasema kwa vile kuna Mwogo anacheza sana kijijini na bidi wa atu, atu, mtu aitwa Kiazi. Mbona kama umefanana na Mwogo Mchungu hivi kwa mbali hivi kama kama ni, kama ni, ni, ni mzee wako hivi au kuna kitu au, kuna damu hapo zinaendana? Amna amna amna ni, ni, ni, ni tuko mbali kabisa. Tuko mbali. Eh, tuko mbali sana. Uh, tuambie kuhusiana na umri wako na uli kwa umesema elfu mbili ulianza mambo yako ya filamu. Yeah. Ulikuwa na umri gani? Uh, nafikiri nani nilivyoanza mambo ya kwa sababu kwenye kile Clinic Group tulikuwa tunarusha mchezo wetu ITV lakini sasa nilikuwa nipo chini ya mtu na maana, kuna mtu ambaye alikuwa naye ambaye anasema marehemu mwalimu wangu anaitwa Mohamed Kavilondo ambaye kisha na bale zake, kwa hiyo sasa, baada hapo, tukaanza kujionye kama wenyewe, sasa kwa hiyo mimi nikajitoa baada ya kujitoa nikaanza kujishughulisha na movie, nika nikaitwa sehemu moja nikaenda kufanya movie inaitwa na nini Pamela, ambayo imeruka Azamu, nilishirikishwa. Baada hapo nikafanya movie inaitwa Tamaa mm, nayo pia imesha ruka mm. Baada hapo nikafanya movie ambayo inaitwa ina Nyamizi mm, ni Nyamizi, nafikiri ndio kazi yangu mwenyewe binafsi ambayo nimeifanya. Sasa hivi nafikiri nimeshapeleka Azamu, ndio ninakaa nasikilizia sokola Azamu. Ninasemaje uh, ku, moja kwa moja tuanze tu, umeanza la umeanzaje umeani umeanzajeanzaje kuelewa kipaji chako? Kuna watu walikuambia kwamba una kipaji fulani au wewe mwenyewe ulijigundua uli, uli au kuna mtu ulikuwa unamfuatilia sana labda Bongo Movie hapa Tanzania? Nataka kujua ulijuaje uli kipaji chako cha kuigiza. Mimi nilijua nilijua kwa sababu nilivyokuwa na ninafanya sanaa yangu Uh, nilikuwa na ninafanya na watu tofauti tofauti na istoshe katika eneo ambapo nakaa kijiji hapa mbuni na watu wengi sana ambao walikuwa wanapafahamu. Kwa hiyo walivyokuwa wananiona, wananiita, wananiambia kiazi pambania sana sana inafikiri una kipaji nacho. Kwa hiyo nikawa naendelea kujituma. Kila nilichokuwa nakifanya, wanakiona, wananiita bwana endelea kujituma. Nikaona bora nifanye, nianze kujizatiti mwenyewe kama mwenyewe. Ehe. Kwa baada ya kufanya mwenyewe sasa, cha msingi nilipofikia sasa hivi, fanya kazi wewe kama wewe we. Sasa fanya kazi, mana, wewe, kazi utapata faida. Kwa hiyo nilipoanza hapo, na maana we utaona faida. Kwa hiyo kazi nani ambaye aliandika au idea ya kazi nani ambaye anahusika zaidi? Hiyo uh, Nyamizi nafikiri story imeandika mwenyewe na script nimeandika mwenyewe na pia nimedirect mwenyewe. Eh, nafikiri baada ya kufanya kazi yote ya, baada ya kuandaa kila kitu nika, nikamwita cameraman wangu ambaye anaitwa Enoki Msuma, nafuatilia nafuatilia, mshasiku anambia bwana vipi? Akanambia bwana kazi tayari. Sasa mtu mwingine akaja kunipigia simu, ndio kazi tayari imesharuka. Mbona mbona kama filamu ya nyambizi imekuwa imeonekana ime, ime, ime kwa muda mrefu, au sio? Hii ambayo mimi naijua uh, unaojua ni ipi? Zipo filamu ambayo nyambizi. nyamizi, nyamizi. Nya, kuna nyambizi na nyamizi ya, hii, na, hii nyamizi ndio ya sasa hivi ya, ya. Yes, ambayo iko official, ambayo, ambayo tujaizungumzia. Kuna filamu ambayo umesema hapo umezulumiwa, ndio hiyo nyamizi. Umezulumiwaje sisi A ah, yani kusema kwamba nimezulumiwa, kwamba huyu ambaye mwenzangu alimpa kazi ambaye kama anaona kwamba ukimsuma ndio, yeah. maana yeye anasema kuna mtu amempa yule, alimpa pia baada kuja kufuatilia mwishoni, ya kuja kufuatilia mwishoni, akaja akambia, ndugu yangu ile kazi naisi yule jamaa kaisha fanyaje, kaisha nizulumu. Kwa hiyo kituo kimoja washaanza kurusha, kituo yeah. kimoja bado hajarusha, eh DSTV tayari amesharusha mm. Azam TV ndio bado hajarusha. Ok uh, tuzungumzi sasa kuhusiana na changamoto za filamu. Tunaona watu wanafanya wana aidia tofauti tofauti, tofauti wanafanya vitu tofauti tofauti, tofauti, lakini kuna baadhi ya vitu watu wanaponda sana. Kuna sasa hivi kuna kuna mfumo watu pia wanakuja na series, wengine wana, wanafanya kama kawaida part one, part two. Umeelewa? Na changamoto gani mnakutana nazo mkiwa location au wakati mnaandika story? Tunapata changamoto nyingi sana katika uh, tunapokuwa tunaandika story kwa sababu unaweza kuwa unaandika story, unamwandaa una mtu fulani, yule mtu achetekaal, lakini mwisho wa siku mnapoingia location, yule mtu tayari, ndio maana anajua kwamba amekata mshatiko, anaanza kukusumbua, akapiga simu ya kwanza, pili, ya tatu, akamwambia nasikia njaa. Sawa, namnunulia chakula chakula chakitaka kile hali atakali chakula ambacho cha bei ya juu, nataka chips kuku. Sasa kwa vile tayari wewe kwamba yule mtu namhitaji na bisa upate gharama mnunulie yale, eh wewe, nasema ukiingia location uwezi kumnunulia miogo Uzi, yani wale watu ambao wanakuja pale huwezi kuwanunulia miogo, lakini kuna timu nawezekana mkaa mnapika chakula. Kuna wengine wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali. Kuna wakati mgumu sana mnakuwa aa mna, mnapitia hapo katikati. Nadhani hii ni kutokana na mwanzo unakuwa ni mgumu, yeah, umeelewa, yeah, ili, kufika pale ambapo, na, na kumridhisha kila mtu yeah. Moja kwa moja tuanze kuzungumzia, ulisema hapo ulifanya ulifanya filamu na watu wengi maarufu, umeelewa, unaweza ukawataja? Nafikiri kwa maarufu, nafikiri nilifanya hiyo movie ya Pamela, nimefanya na mzee Msisili e. Kwa mzee Msisili nafikiri hiyo ikaenda, pia ukaja kufanya muvi ambayo itategola ndoa, mfikie kwa Msisili na, na malemjengua Nafikiri pia hiyo eh, pia tukiendelea pia pia nimeshazulumiwa. Hmm. Kwa sababu yaani mimi sema kwa mimi nimezulumiwa kazi nyingi. Sema kwa vile ndio hivyo. Hmm. Nasema namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea kupambana ili niweze kufikia malengo. Kiasi gani cha pesa unajivunia katika kazi yako ya sanaa uloipata mpaka sasa hivi? unasema da hii kazi mimi nimefanya sanaa imenilipa kiasi fulani. Ah hmm. Uh, kiukweli kabisa kazi ambayo at least nime, nime nimepata nashukuru Mungu ni movie ya Pamela. Hmm familia nafikiri sawa nimepata kidogo lakini at least nimejaribu nime, nime kujieka sawa katika mazingira yangu ya kifamilia nyumbani. mm. E, kitu kama hicho. Kitu gani ambacho unajivunia kwa katika filamu ambayo unasema mimi bana, karakta hii nikipewa naweza kuicheza? Mimi bwana, sehemu ambayo naipenda yani ambayo nikipewa naitendea kabisa, ni sinema ya huzuni Mm-hmm. Yaani ni uzuri naipenda sana. Yaani ni ambaye mtu ambaye mwenye, mwenye, mwenye kuteswa, mwenye kunyanyaswa, mwenye mwenye, mwenye kusengenywa sengenya, yani mtu akupigwa so mateso tu. Zemi ndo azipenda na ambazo ambazo yake ndio kiwango changu anachokipenda kwenye kulia. Kwa hiyo tukikupa nafasi ya kuweza kucheza hiyo scene hapa unaweza kuonyesha? Eh, naweza nikaonyesha na nacheza vizuri tu na sina wasiwasi wote. Unaweza ukatoa machozi hapa? Eh, machozi kutoa, natoa. Unaweza kutoa machozi. <laughs> Natoa ndio. Au tubadilishe scene tukupe scene nyingine. Ah, yani mimi mimi mimi, mimi, mimi sini yote mimi nafanya ile, sipo kwamba sini ambayo unaipenda sana, na hata zimuvu ukizitazama, sini ya uzuni nafikiri uzuni ni uh, nani sawa. Unahisi katika Riyama Ali na nimtafute nani na Batuli, ukipewa katika hao wasanii wawili Riyama Ali na Batuli, namchagua nani hapo katika sini za uzuni? Ah, uh, mimi namchagua Riyama Ali. Kwa hiyo unajua kabisa Riyama Ali ana uwezo kabisa ku yaani Lia Maria ana uwezo mkubwa sana yani, ana uwezo mkubwa sana wa kucheza katika aina za uzoni. Kwa hiyo unajua kwa nini nimekuuliza hilo swali? Eh, kwa nini nimeuliza swali kama hilo? Eh, kwa sababu unataka nataka nijue jinsi gani unaweza ukacheza hii tumalize hapo yeah. Ukacheza hiyo character kusema unakupa option. Unaelewa? Kama unaweza kucheza character ya uzuni, ucheze character ya uzuni. Kama unaweza kucheza character yoyote ambayo unaweza tukafungia kipindi hapa, yeah. Ucheze. Kwa hiyo no, hiyo ni option tu. Unaweza kucheza karata ya kulia hapa, yani hapo, watu wanakuona, yani, uyangu mimi, mimi fresh, kulia fresh, yani, sila fresh, yani, kila kitu fresh, yani. E bana poa, tumemsikia uh, Kiazi maarufu sana ni, tuko mtani kwake hapa, na kitu kikubwa, tumekuja kupiga naye story na tumemsikiliza hapa, ni mtani kwake kabisa, tumeweza kuzungumza naye na anasema anaweza kufanya karakta anao huzuni anaweza akatoa machozi. Na mimi kiukweli nataka kuona au vipi bana, kama hiyo hilo jambo kweli analo anafanya au sio bana. Tumpe time hapa dakika zake kadhaa aweze kufuta hisia na tumpe hizo action zake au sio bana. Hii ni out the door, tumekuja kupiga story na ndugu yetu hapa, tumemmsikia majina yake yote mawili, anaitwa Ramadhan, Ramadhan nani vile? Anaitwa Ramadhani Awami Musa Lili. Ramadhani Awami Musa Lili. Eh bana, hii ni out the door, tunafungua milango kwa wale ambao wako mtaani wana vipaji, wafanya biashara tofauti tofauti. Uh, yani tunawapa nafasi watu ambao wa hali ya chini. Wewe kama unajiona kwamba unapambana uh, ujafikia malengo, endelea kupambana kufikia malengo, wala fanya biashara wadogo wadogo wote, tunaweza tukawafikia moja kwa moja. Tumeona kipaji chake na anaendelea kutuonyesha kipaji chake kupitia kipindi cha out the door cha 69 Media. E bana, sasa tuanze hiyo action. ah! Kameramani, uko wapi? Unavuta kamera, jamani, njoo muone hapa, yaani hapa tumefiwa mama, <coughs> mama kaondoka, ka mama, mama <coughs> hmm? Naumia sana kwa kweli, kila nikikaa nikifikiria usia wa mama yangu Lisa niachie moyo wangu na nyuma sana <coughs> Sinategemezi lolote katika maisha yangu na wala sina nguzo lolote ambayo lobaki mimi katika maisha yangu. Mimi ndo baba na mimi ndo mama. Mtoto wangu ananitizama na mtoto wangu ananitegemea <laughs> nahitaji msaada mkubwa sana katika jamii, nahitaji kusaidiwa, nahitaji kus... kusapotiwa ndugu zangu, nimefikia katika wakati mgumu sana. <laughs> maisha yangu e bana, basi <laughs> basi bana, utaua. <laughs> Tumeona, tumeshuhudia pia na uh, hichi ndio kitu ambacho tunakitafuta kwa muda mrefu, na uzuri zaidi tumekiona. Endelea kudondosha komenti yako hapo kwenye YouTube ya channel yetu 69 Media na hii hapa out the door au shubana, ingia kwenye Instagram pia andika 69 Media, Facebook shambulieni pale 69 Media, lakini pia YouTube pale tuna channel ya 69 Media au shubana. Unabonyeza alama ya kengele, ukisha subscribe unabonyeza alama ya kengele ili kupata notification notification notification zaidi jamani, Kiingereza notification. Notification zaidi jamani au vipi? Asante sana na tunamaliza, hapa tunamaliza. Kuna wasanii wote ambao kwa projekti ya 26 hapa umejaribu kufanya nao, kukaa nao chini, kutengeneza projekti mpya, na unaweza kuizungumziaje? Kwanza filamu yako ambayo sasa hivi isha- isha ishatoka, umeelewa, kwa mfumo fulani, unaweza kusema tayari kwamba DSTV washaiposti Menelewa ishaanza kwenda, lakini YouTube pia tumeona kama kuna baadhi ya matangazo umeweza kuposti na tutaka tu, kuna, kuna kitu chochote unakiandaa hivi ah, na ingia vipi location kufanya kazi nyingine. Okay. Uh, cha mwisho kwa kumalizia uh, Watanzania, uh, kitu gani cha mwisho cha kuambia Watanzania kuhusiana na filamu zetu za Tanzania na tuna tunzo za nyingi ambazo zinatoka zinaandaliwa kupitia mataasisi tofauti tofauti za filamu nchini Tanzania. Uh, wewe una kitu gani cha kuongezea na kitu gani cha kuongea kuhusiana na kwanza mfumo mzima wa industry ya, ya, ya, ya filamu Tanzania pamoja na hizi tunzo ambazo zinatoka. Uh, mi nafikiri kwanza kabla ya yote nafikiri nashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kunipa afya njema kwa hapa nipofikia, na pia ninashukuru Watanzania, na nashukuru namshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, na pia naomba Watanzania waendelee kutusapoti Eh, waendelee kutupa moyo na waendelee kutusaidia kuweza kutusapoti kwa hapa tupofikia, kwa sababu nafikiri sisi tunafanya sanaa, wao ndo watutizama na wao wao ndo wakusababisha sisi tukasonga mbele, kwa sababu napofanya kazi, napotia komenti, wanapofanya hivi na masi, tunazidi kusonga mbele. Kwa hiyo naomba ushirikiano uongezeke, na pia tunaomba sapoti zao ili aweze kutusaidia tuweze kufika malengo. Mi najua kuna, kuna, kuna vitu vingi sana vinaendelea kwenye mtandao wa kijamii. Kipaji ndo hichi hapa tumekutana nacho, na kinapambania pia kufikia ndoto zake ili kuweza kukamilisha malengo yake na kuweza kuonekana pia kwa Watanzania, kuona kwamba ana kitu fulani ambacho yeye anacho. Hii ni outdoor, na outdoor, uwa tunafungua milango kama hii ya watu ambao wana vipaji ajapata nafasi ya kuonekana. Hata kama amepata nafasi ya kuonekana, lakini hapa watapita kuelezea maisha yao, elimu aliofikia, na mpaka kufikia hatua ku Zatiti kuingia kwenye filamu au kujizatiti kufanya biashara yoyote. So huwa tunatoka, tunaenda kwa tafuta vitu ambavyo tunaweza kukupa wewe Mtanzania kuweza kusaidia. So kama unaweza kumsaidia kwa namna yoyote, kwa njia yoyote au sio bana? hii ni sehemu salama au vipi bana? So, uh, mimi naitwa Chingling in the town the baddest, ndimu, mtu mbaya. Hii hapa ni 69 Media, uh, ni 69 Media, na kwa washikaji wetu ambao bado hawajasubscribe YouTube channel, na unaweza ka subscribe YouTube channel yetu hapo ili kuweza kupata ni fresh. Ingia Instagram pia ukiandika 69 media, au sio bana, kwa kutufollow, uh, kuangalia kazi zetu pia, kutafuta chochote ambacho unakipata pale, kupitia 69 media, kupitia uh, account zetu za Instagram pia na Facebook. 69 media inakuwa ni fresh kabisa. Asante kwa kututazama, tukutane wakati mwingine. Mimi naitwa Ching, hii hapa ni out the door hai. Ah, tunamaliza kama hivi eve, hivyo tukutane wakati mwingine, bye bye.